Ushindi ndio huu hapa, umefika nyumbani sasa Arusha kutokea Dar es Salam, tulifurahi mno jamani, tucheze. uh -huh. Yani ni uhakika ya kabisa, haina longolongo. uh -huh. PMBet ni yenyewe, ni wwwpmbetcotz. ni tamu sana, unajua kupika kama huja mm. Pakistani <laughs> Ah. Sasa wewe, Pakistan umeenda lini ndugu yangu? Ah, Pakistani kitambo sana. Ai. Yaani kule kaka, kidogo kasikia, karibu mteja, nini unataka nini? Uji. <laughs> Lakini sana kuna unazubazuba nakubusu kila mm. <laughs> <laughs> Wewe una maneno mengi ah, kawaida haki ya Mungu <laughs> yaani, mimi katika watu ambao napenda kuwaona wewe mm -hmm. Umetoboa heleni mm -hmm. kwenye masikio mm -hmm. kwenye pua so, kwenye mdomo tu <laughs>

Njoo mara moja. Habari yako? Salama. Hmm. Sindu umeanza kujisahau. Sindu umeanza kujisahau. Labda nikukumbusha kitu Sindi. Unajua, mtu akikuthamini basi nawe inabidi umthamini, na mtu akikupa heshima yako na wewe inatakiwa umpe heshima yake. Lakini haijawa kwa Sindi, sio? Umeelewa? Kwa hiyo lazima ujue kwamba wewe ni mwanamke wangu na bado upo kwenye himaya yangu, kwa sababu unatambulika na familia yangu, unatambulika na ndugu zangu wote unatambulika kwa mchungaji kanisani na majirani zangu wote wanakufahamu. Sindi, usitaki kunitia aibu, usitaki mimi kunifedheesha mbele za watu. Ni kitu ambacho siwezi kukubali kabisa. Sindi, biashara gani ambazo unazifanya pale hivi? hmm? pale unauza uji au unajiuza wewe? kwa nini unapenda kunidhalilisha na kunipa aibu mbele za watu? Si ndio? Ni ajabu sana, wewe ujue umekaa na mwanamume pale, mnashikana shikana tu mnachekana chekana, mbona mnapigana mabuso mbele za watu, tena ni njiani, hata ukai ukafikiria kabisa, yani unaona kawaida sana. I say siwezi kukubali hizo wewe, amani. Wewe unanihusu mimi au mimi nakuhusu wewe? na mara ya mwisho naondoka kwako, nilikwambia nini? Nilikuambia ile siku ndo mwanzo na mwisho kunijua kwa chochote. Inakuwaje leo unajizima data unikute naongea na, na mwanaume wababa wababu? Haikuhusu, hayo ni maisha yangu, umenielewa kwa kuanzia leo. Unikute popote naomba uniache kama nilivyo, na hapa nyiwe nimekuja kusikiliza Labda unataka uje. Naomba fuata maisha yako, niache na maisha yangu. Na kingine, mimi amani ya kunioa mimi, sio mkeo. Kwa hiyo hauna mamlaka ya kunipangia mimi niishi vipi, au niwekee mpaka na wateja wangu nifanye nao biashara kivipi. Kwa hiyo kuanzia leo, we kaka, sitaki mazoea na wewe, na naomba tusifatane fatane. Sasa sikia nikwambia kitu kimoja mimi sitaki kuvunja heshima yangu. Yaani fanya mambo yako yote lakini heshima ya yangu usinivunjie. Nimetengeneza heshima yangu kwa gharama sana. Sasa siwezi kukubali heshima ya yangu mimi ikavunjwa kwa ajili ya vitu vya kijinga kijinga tu. Siwezi kukubali. Na kama unataka kufanya wewe upumbavu wako ambao labda ulikuwa unauficha mimi nisiuone, ni e bora ukafanyie huko sehemu nyingine. Lakini usifanye mbele ya macho yangu. Alafu nakuja umekaa pale kama hunioni, Sindi, umekausha kimya kama hunifahamu. Sasa ndio unaanza kukuona vizuri Sindi. Yani inaonekana kabisa kwamba hizi ndio tabia zako za kujirahisisha mbele za wanaume, na ndio maana kuna siku ulitaka mimi nikupe uhuru wa kufanya biashara zako, kumbe lengo lako ilikuwa ni kujipeleka sasa kwa wanaume zako ufanye upumbavu ambao unaofanya hapa. Sindi, una bahati sana alafu na kuomba usijisaulishe. Kumbuka kwamba mimi bado na mamlaka kwako, kwa sababu bado upo katika imaya yangu. Uliniambia kwamba umeniacha, lakini mimi bado sijakuacha. Kwa hiyo na nguvu na mamlaka ya kukukosoa popote pale nitakapoona kwamba umefanya makosa, na kuomba usijisaulishe Sindi. Na unabahati sana leo Sindi, mudi yangu sijui iko vipi lakini siku nyingine nikaja nikakuona tena unafanya upumbavu ambao unafanya hapa, nitakuja nikupige makofi. Hii ndo dunia bwana. Hey, hey. Nikisema nikupe hiki kichwa uwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani, msione nalewa ndiyo. Maana nalewa sinywi mitungi, kwa sifa yanayonifelisha ndo chanzo kapatikana sasa. Sikia sikia mi sine kwa <coughs> e, mi namba yake pesa ipoteza. Cha kufanya ni tumie namba yake, mi nitampigia, nitampa hongera sana by the way, kwa sababu alikuwa nakataa sana kuingia kwenye chama alafu E sawa sawa. <laughs> Kuna ule mshikaji wangu ambaye alikuwa anasoma nae chuo nikuanakuadisiaaa anapenda pesa sana, anatabiza kmleoa jamaa. <laughs> Nipigia simu hapa, nambia yule jamaa, kuna kadema nikapata, kakatia mimba kakamngangania wazazi wake wakasema hapana, umwachi ngawa ya mkeka. <laughs> <laughs> e, e. <laughs> Uteni. Unaweza ukadhani ni masihara kuhusu hichi ambacho kimeandikwa hapa, lakini trust me, kuna maelfu ya watu ambao wanakosa huduma kirahisi kabisa kwa sababu tu ya kuto kujua Kiingereza. Lakini leo mimi sasa nataka nikusanue: ukiwa na Ticha Zungu app itakuwezesha kuweza kujua Kiingereza ndani ya muda mfupi na tena kilichonyooka mno. Hawa jamaa wameweka kibango chao kinachosema No English, no service. Asa, mimi leo naweka cha kwangu. Yes. Get Ticha Zungu and you will get service. Wefanye hivi uone utanishukuru baadaye. Hivi manyanya manyanya, unanichukuliaje mimi? Unajua anachukua mimi sijui toy, sijui taira, sijui sijielewi. Yaani sijui unanionaje wewe. Toke jana nakuangalia unarudi nyumbani like kama hamna chochote ambacho kimetokea. Tuko sawa, hamna shida yoyote. Hivi wewe ni kweli ni wa kujichekesha kunishirikisha kwenye mambo yako ya kucheka cheka, yani, like kama mundani kuna amani hivi. Ngoja nikwambie manyenye. Unajua tuko ulivyonialishia kwamba kuna uwepo mwanamke mwingine kwenye maisha yetu. Hujui tu jinsi gani na mitafuna. Najaribu ku, ku, kufanya baba hata nizoee, hali ni ngumu ya mno yaani, nasikia moyo wangu unauma. Sijui unanielewa yaani, natamani hata unielewe manyanya, tumetoka mbali. Mume wangu umenioa, alafu wa nivumilie ni tu kwamba una mwanamke mwingine nje, nichukulie tu kawaida, nji nita... no. siwezi nichukulie tu kawaida. Naelewa kwamba inawezekana mi nilikuwa ni sababu ya wewe kwenda kwa mwanamke mwingine inawezekana ikawa mimi ni chanzo, lakini nilijuta manyanya, nilikuomba msamaha. Uliona, yani sizani kama naweza nikaripwaa. Nilijua baada ya yote tutasitu, mungu tutaishi vizuri humu ndani, utamsahau mwanamke, lakini hapana. Hapana, hapana. Nini manyanya? Unajua unanitengenezea yani, naona kabisa naenda kubadilika. naenda kuwa mtu mwingine yani unaenda kunitengeneza ma maisha ambayo sikuwahi kuyaishi, nasikia yani moyo wangu unavyouma. Sijui yani, sijui nikuelezeje? Manni sijui mimi, si zani ah. si, si, tena kama kuna kitu kingine chochote cha kuweza kudiscuss kuhusiana na hiyo issue kwa sababu kama ni jambo tayari limeshatokea na kama ni maamuzi tayari ameshafanyika. Kwa hiyo sioni kama kuna, kuna, kuna swala jipya ambalo linaweza likabadilisha kitu chochote kuanzia sasa hivi. Kizuri sasa hivi ni mtu mzima. Sometimes we have to accept the reality. Haya ndo maisha jinsi yalivyo. Haina haja ya kushindana na kitu ambacho tayari hauna uwezo wa kushindana nacho. Kwa hiyo kwa maelezo hayo mimi sidhani kama naweza nikatetea chochote sasa. Kwa chochote ambacho utaamua kufanya kwa sasa hivi, wewe ni mtu mzima, sikufungi kamba, sikuzuii, you can do it. Lakini you must have to understand. Sifikiri kama kuna, kuna, kuna, kuna chochote kinachoweza kutokea. Alafu pia nisingependa tuwe tunazungumzia tena kuhusiana na hii mijadala, ili jambo kwangu mi limeshakwisha, na nakuona by the way saizi narudi pia katika tabia ambazo tulikuwa tunagombana tangia mwanzo. Ulintengia chakula pale jana kwa kisirani kabisa mpaka mimi sikula kile chakula kwa sababu sikufiri ile energy yako haikuwa nzuri kwangu chumbani. Vituko kwa kila siku, unanunia, tunaishi kama tuna ugomvi wakati tayari jeraha limeshafungwa like. Kama tunaweza kuishi kwa amani, tuishi. Kama unahisi kuna chochote ambacho kingine unachoweza kufanya you can do. Manyenye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 kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka. Thamani ya utu wangu bei ya chapati. Mama, kuna kitu nataka kukuambia. Kitu gani? Ile siku ambayo mchana ulikuwa haupo nyumbani mimi nilienda kuoga, wakati narudi, baba alikuwa amekaa pala na kunywa chai. Sasa nilikuwa nimevaa kanga, akaniambia wewe, njo. Nikamwambia baba, naenda kuvaa. Akasema wewe njo, wewe hivyo, una akili kweli wewe? Maneno gani sasa unaongea? Mwache mm -mm. amalize kuongea. shida yako ni nini kwani? Uh, nilipoenda akasema he Kumbe una vitu vyangu, siku zote nilikuwa sivioni. Sasa kwanzia leo, akitoka mke wangu nafata wewe na mshahara nakupa mara hizo mara mbili. Sasa mimi sijawai kuchukua vitu vyake hata hicho sina, sasa nikaona bora nikuambie wewe mapema, usiju kanifukuza. Unajua, uh-huh. mke wangu, kuna vitu vingine unaweza ukavi, ukapata muda wa kuvifikiria ukajua hiki kimeongelewa nini, lakini kuna vitu vingine wala huna hata haja ya kuwa na huo muda wa kuanza kuvifikiria ili ujue nini kilichoongelewa. Unajua huyu sijui hata na matatizo gani. Kwanza unavyomwangalia hapo, kuna kitu chochote cha ajabu ambacho kinaweza kikanishtua mimi eh? mpaka aweze kusema eti ana, ana vitu vyangu huyu. Inawezekana tu mwenyewe kaamua kuchafua tu aliyahewa hapa ndani Sawa mwanangu, nimekusikiliza. Nenda tu kamaliza shughuli zako, ili ntalihendo mwenyewe. Aya mama, hii ndo dunia bwana. Hivi unadhani mi sikujui vizuri? Kwa hiyo unataka kuniambia huyu binti anachokiongea ni uongo, si ndio? Yani angekuwa ni mwanaume mwingine, ningesema labda nikae chini nifanye uchunguzi, lakini siyo wewe Mdeme, mimi ninakujua vizuri sana. Sijui umenielewa. Yani hiki kitu unachokifanya kila kitu alichokiongea huyu binti ni ukweli mtupu hivi mdeme utabadilika lini wewe haya basi tufanye wewe ni mlafi huwezi kujizuia si ndio? niambie basi unatakaje yaani unataka mimi mkeo niweje yaani niwe vipi ili angalau niwe navaa basi hizo, hizo nguo unazozitaka wewe niwe na kuvutia humu ndani kuliko kufanya hivi unavyovifanya wewe, <laughs> ah, wewe. yaani kabisa wewe univalia mimi vinguo vya kunitega Wailini, wee una akili kweli wewe. Sikilize nikwambie, nilishai kukwambia kwamba wewe mimi univutii. Yaani wee hata uvae nini humu ndani, amna hata siku itakayotokea labda mimi moyo wangu ukashtuka. Unajua mara nyingine, wewe kuna kitu ambacho ulikuwa ukijui Mona. Mi mpaka nakuoa wewe, nilikuwa najua nimemuoa na mwanamke mzuri ambaye atanizalia watoto wazuri wenye akili Mona, lakini wewe vitu vyangu ulikuwa huna <laughs> na usichokijua nilikuwa nafikiria nijaribu kutafutia tadozi dozi nikupe, ili uweze kuongeza vitu vyangu, hata kama nikiwa nataka nipite ni, ni mitaani hivi, watu wakiangalia wanasema hey, bisezi mdeme ndo huyu <laughs> Ailini mwenyewe. Lakini wapi Mona, wewe univutii, hilo kama ulijui, nakwambia piga tu hivi vyakula vyakula necho labda labda vinaweza ikatokea siku moja hata watu wakakaa wakaangalia wakasema, labda. Lakini kiukweli hamna lolote. <laughs> hakuna kitu bwana. <laughs> shule inayofunza mema na mabaya, dunia ah. Wajuwaji na wapumbavu wa moo, dunia ah. Anguko lako ni kicheko kwa wengine, dunia wasindikizaji wapambanaji wa mo. Tukadi tukadi, wekeni hapo, mimi nimalize hapo. Ah, tulie eksebengo kuni watano hapo ni ah, nee, jamani, unanigelea tena nilambe lambe wakati mwenzako mkojo umenibana umenikumeshia mtu. Jamani ah, stop! Watu wawili, we tulie, mwenyewe ninayo. Stop, weke Hmm. Nisubiri niende chooni mwazeni nimezidiwa pa eh, na mtu asichungulie kadi zangu au tumchezee. Eke, sisi tunakuchezea huku. Wewe subiri, ni baba anakuja. Tuendelee kucheza, akija tutaanza upya. Cheza hapo mati karine <laughs> nani Peter? na hapa tupo Forodhani ambapo tumekuja kukutana na Lukman, mshindi wetu huyu kutoka Pmbet, ambaye amejishindia Toyota Ist yale. Njisikia raha sana, furaha sana, furaha kubwa. Mipango ni kuwashajiisha watu kwamba watoke wanapocheza wajiunge na Pmbet kwa sababu inalipa. Endelea kubashiri kwa sababu magari bado yapo mengi. Website ni ile ile, ni www.pmbet.co.tz Habari zenu. Salama. Karibu. Asante. Ah, kuna dada nimekuja kumuulizia hapa. Oh, karibu. Asante. Karibu Kaye. Asante Misho. Mkaaji nijua utapotea. Ah, hapana, ila mnakaa mbali ya, tumemoka nje ya mji kubadilisha mazingira ila wenyewe tushazoea, Anyway. Nyumba nzuri sana na umependeza pia. Asante. <laughs> Anikumbuka? ah. mm. no. Ebu nikumbushe labda kuna siku ulitoka wewe na mashoga zako akutana maeneo fulani hivi kaa umependeza, mna vaibu, tukabadilishana mawazo mawili matatu, tukaa miaka moja mbili baridi. <laughs> Inawezekana, kwa sababu mi ni mtu wa kutoka sana, so napotoka, napotana na watu tuna vaibu, so inawezekana. Sawa, zawadi yako hiyo. Mimi sio mkaaji la, nilikuja kwa lengo la kupa zawadi, kukuona na kujua mari napokaa, ila ningependa tungepata muda zaidi wa kuweza kuonana na kuwasiliana, kwa sabu aasoma zingia rafiki sawa, kwa sababu hata mi ah, nilikuwa nasikiiza ratiba la yako <laughs> tutawasiliana.

Sio mwana nyumba nilotoka eh, yaani hilo limeisha. Unajua, kwanza sijategemea kama kazi itakuwa nyepesi kiasi kile. Kwa hiyo tunafanyaje? <laughs> mbona mimi nimesha kutumia muda ka mintumia, nakutolea, yaani imebidi ni kuongeze mara mbili, kwa sababu kitu ulichokifanya ni kama umenishangaza. <sighs> I see. nashukuru sana <laughs> usijali, nadhani kuhusu kazi mimi na wewe tumeshamalizana kama utaendelea na huyo demu wako, ni nyie, kwa sababu mimi sina shida tena. Sawa. <laughs> <laughs> so, na kwa mimi <laughs> <laughs> ni masihara kuhusu hichi ambacho kimeandikwa hapa, lakini trust me, kuna maelfu ya watu ambao wanakosa huduma kirahisi kabisa kwa sababu tu ya kutokujua Kiingereza. Lakini leo mimi sasa nataka nikusanue: ukiwa na Ticha Zungu app itakuwezesha kuweza kujua Kiingereza ndani ya muda mfupi. Na tena kilichonyoka mno, hawa jamaa swameweka kibango chao kinachosema no no english no service. Asa, mimi leo naweka chapa. Yes. Get and Ticha Zungu and you will get service. Wefanya hivi uone. Utanishukuru baadaye. Haumimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea mana nimekosa hoja kujitetea e, inanikunja inanipinda pinda, dunia tofauti na mama livyonilea. Mana nimekosa nguvu kujitetea e, ni nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwamba wasangu ningeruka. Thamani ya utu wangu bei ya chapati, dunia ah, shule inayofunza mema na mabaya, ndio dunia ah, wajuaji na wapumbavu wa moo